Uko na sikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni tarehe nne za mwezi wa 10/2025 majira ni saa tisa za alasiri, saa za Afrika Kati, ikiwa kumi majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako hapa, the one and only in town, DJ Piro Jabo Kili Kabonga, baba la baba, mzee wa Ngwasuma. Siko peke yangu kama unavyojua kipindi hichi tunakiendesha watu wawili, niko na ndugu yangu hapa Roger Seko Rafael ambaye tunaungana naye kwa ajili ya matangazo ya mchana, hiyo karibu. Asante sana na shukrani tena kwa watazamaji wote wa Baraka One TV. Bila kupepesa macho, ni nitoe uh, rai kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko mnatutizama kote duniani. Jambo uh, pekee muhimu la kufanya ni kuweza kugusa alama ya kengele hapo uh, banaandika subscribe, yani abone na pia unagusa like pamoja na comment hii itakufanya uwe na kuwa mtu wa kwanza kupata kila notification ya Baraka One TV. Kwa maana kwamba kila habari yetu ikitoka unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kupata hizo taarifa zetu. Na leo tutakuwa tuna vitu vitatu muhimu uh, wale vijana zaidi ya 300 ambao walikamatwa na M23 huko uh, maeneo ya Bukavu na no, taarifa ambazo tumezipata ni kwamba wameanza kuachiwa lakini kwa masharti Ndiye. Na pia uh, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia ndege za kivita pamoja na drones aina za CH4 uh, zimekuwa zikishambulia sana kambi mbalimbali za magaidi wa M23 huku waki wakilalama. Na pia tutazungumza to pointi ya tatu, kuhusiana na document ambazo zimetoka tokea kama siku nne hivi. Magaidi wa M23 wamekataa uh, watu wote walio na visa za serikali, dokumenti za serikali kufika maeneo ambako wao wanapatikana. So karibuni sana na mengi na zaidi, uh, operation stadium za leo bado iko naendelea. Kama hujaungana na hii operation yetu, tafadhali tumia namba zetu ambazo uko naziona hapo kwa spili yako ili tuweze kuwasiliana. Jide Kizenga, Tembele King Sale, the only one king from USA. Kizabe Aiba, uh, Kashosi, kutoka Australia, Didone Butoto, Kiza Salum, Mashaka Ayamba, eh uh, ndugu yangu uh, um, Bionde Kilamba Mao, mzee wa state ya Menda, Faiza Dalitesha, da Arwin, da Asha Kiskandeki sokolo abasani Ramadhan, wakiwa wanasikiliza Baraka One TV Roger. Tuanze na taarifa ya kwanza ya kukamatwa kwa vijana ya Bukavu na kuachiwa kwa, kwa masharti ya pesa na M23. Hii ni ambari ambayo kweli ipo katika hali ya kuonesha kwamba M23 wameshindwa, kwa sababu vijana wamekamatiwa kwa namna ambayo alikuwa wametaka wenyewe, lakini ilikuwa ni kukamatiwa kwa force, yani wanakamata vijana kwa hali ambayo hawako wanakubaliana nayo, na ndio vile wamekamata vijana wengi sana Bukavu, zaidi ya vijana mia mbili na zaidi wamekamatwa, wako zaidi ya mia tatu zaidi ya mia tatu yeah. na hiyo ilikuwa ni habari na ni hali ambayo inaonekana huko maeneo ya Bukavu, ambao raia wengi sana wanakamatwa hivyo na kupelekwa maeneo ambayo anaitwa kansa, hiyo ikiwa ni pembeni tu na makaburi ambayo ukiona hata kwenye mapicha ni pembeni na makaburi, ambapo wamewaweka wengi sana ilikuwa ni gari inakuwa inafanya msako, kamata vijana wote wababa, waze, wa baba wazee, ili wawaingize katika mafunzo ya kijeshi ambayo ni ya kinguvu, na ikionekana kwamba efektifu ya M23 imepunguka ili waangalie kwamba watakamata vijana ambao wao wenyewe watataka kuwatumikisha. Na hii hali sio nzuri sana, sio nzuri sana na ukiangalia tangu vita hivi vianzishwe ni wengi hmm, sana vijana ambao wamekamatwa, sio tu hii zaidi ya mia tatu lakini hata vile vile hapo katika siku zilizopita, na ukiangalia hata siku zilizopita katika taarifa zetu mm, vijana kuna vijana ambao walikamatiwa ambao ni wa M23, ambao wali, wakati tulifanya nao mazungumzo katika siku zilizopita, alisema kwamba walikuwa wanakamatiwa sehemu tu fulani kuja huku, wanakamata kwa kinguvu, wanalazimishwa kuingizwa. Wengine unakuta kwamba uh, ile tu mtu asubuhi akiamka labda atoke uh, uh, nyumbani aende barabarani akiangukia hivyo, wanakamata baada ya serikali ya Kongo kulalamika kwa moja mataifa, nini kili, kilifuata? Nadhani kwamba opinion international ama uh, ama umoja uh, uh, ma, uh, mataifa, moja mataifa mm. imeona hayo na mitandao ime uh, ya posti yote kabisa na kuonesha kwamba hii ni ukiukwaji wa, wa haki, haki za binadamu, binadamu. Mm. Yaani mtu ana haki ya kufanya kitu ambacho anajisikia mwenyewe sio kwamba utaingizwa kwenye jeshi kwa nguvu utashi wako mm -hmm. na hiyo ni hali ambayo Umoja wa Mataifa ilionyesha kwamba M23 haitakiwa eh, kufanya vile, hata kwamba ina sababu zao na hata kama kuna mazunguzo ambayo yanaendeshwa huko doa, inatakiwa M23 waheshimu haki za kibinadamu. Na ndio hivyo sasa, ili waoneshe kwamba Umoja wa Mataifa wanaachia watu, wameomba pesa kwa kila mtu atoe, na habari zilizopo hizi pesa ambazo zimeombwa zimeombwa na M23. Ndiyo. Lakini mmoja wa mataifa aliwaambia tunawataka tuna, tuna waacheni au watu haraka iwezekanavyo. Bila condition. Bila condition. Sasa wao. <laughs> Wao kama ni wizi. <laughs> Ni sema kwamba hiyo ni wizi <laughs> ni na kwamba tu kuwaibia watu yeah. Uh, ukurofi, na ndio maana ukileta mambo ukorofi na nyinyi utamalizia pabaya. Zeni ni wakorofi ni wajinga sana. Sasa wao. Uh, wao wanawatoza watu pesa ili iweze kuachiwa uh, eh, wanaomba um, um, um, pesa kiwango gani ambacho wanaomba? Nadhani zaidi ya uh, niseme desa mil fra kongole kwa frako. Mtu ambaye nilisikia habari hmm. Kwa sababu sisi tunafanya utafiti hata maeneo yote ambayo M23 ipo hmm. Tunafanya utafiti wa habari habari -hmm. Uh, zilizopo ni kwamba kuna mtu ambaye aliachiwa kwa desa mil fra kongole hmm. Akaachiwa na hiyo hapo, amewahi kunegosie sana wazazi kupiga hata magoti samani, mtuachie mtoto tu, ndio pekee tuko naye mm. Akapana desa mil fra kongole, nene desa mil fra kongole, ndio akamwachia kijana, na hapo amerudia kwa madonda madonda ya vichapo mm. Yani, rungu zimepiga kichwani kabisa mm. Na mtu amerudia amechoka. Hizo hela ndio wako wanaomba, na wengine wakiona vibaya zaidi hiyo hela wanakuomba nyingi sana, hata matrua samil mm. Lakini mtu ambaye nimesikia yeye ambaye alitoa ushuhuda amesema kwamba zaidi ya desa mil fra kongole ndio wako wanatoa wa kuomba watu ambao wanataka kama watu wao waachiwe na, na mm -hmm. Ikiwa huko na bahati mbaya unakuta hata wameuawa kwa sababu sio wote ambao wamekamatwa wako hai. Mm -hmm. Amba wa narudia hai kuna mm wengine ambao wanarudia wamesha uawa. Kuna mtu ambaye anakutanisha yeye anapenda afanye ukorofi mm, -hmm. mm -hmm. Achiwe uhuru kwa kufanya makanga nguvu na kutanisha anapigwa vibaya mm -hmm. Na kama sio mtu wa kuvumilia maumivu anauawa hivyo mm -hmm. Na, na, na kwa wale ambao hawana hiyo pesa wanafanya. Na wale ambao wana pesa wanakuambia kwamba watu wako wataachiwa. Lakini wale wadogo ambao watatoa pesa wanaachiwa. M23 nakamata video mmoja uru, na kuonesha moja mataifa kwamba sisi tunaachia watu huru kwa bure <laughs> na ndio maana jeshi la FARDC na wengine wao wanaachia wale wafungwa wa wetu bure. Mm. Wakati wao wana mambo yao na wana, wana, wana mawazo yao ambao wanataka wana kuyafanya yenyewe haieleweki hata. Ndio. Yeah, okay. Nafikiri so, na, na ndo hivyo, hilo swala limekuwa linaenda hivyo, na sasa hivi Bukavu, Goma na sehemu zote ambazo ziko chini ya mikono ya M23 mateso yako ni mengi sana. Uh, tukiachana na hili swala la M23, ama kuna jambo ambalo utaongezea hapa? Lingine jambo la kuzungumza ni hilo hilo tu kuhusu vikaratasi ambavyo document ha, ah, kabla uh, kabla hizi masuala ya document, hapa hapa tu kuhusiana na kukamatwa na kuachiwa kwa kondisio ndio kwa vijana. Kuna jambo lingine hapo, ndio kuna jambo lingine uh, ni swala la kusema kwamba M23 inatakiwa kuachia huru raia, kwa sababu kila mtu ana haki ya kufanya kitu ambacho anataka na hataki kuingizwa mkijeshi bila utashi wake okay. Tuguse swala la pili, swala la vipigo vitakatifu. Hivi sisi tunataka vipigo vitakatifu ndio, uh, drones za FRDC na uh, ndege za kijeshi za FRDC hizi, uh, siku za hapa karibuni, wiki nzima hii, ziko zinashambulia kila fasi Masisi, uh, Ruchuru, Nzibira, Nzibira huku milima ya juu Kufizi, Tombo, Mwenga, uh, mpaka M23 wanalalamika wanalalamikia jamii ya kimataifa, wanasema kwamba FARDC iko inapiga raia na kuangusha nyumba za raia. Eh, uh, hii swala lina ukweli gani ndani yake? Hii swala ni kusema kwamba ni wakati unakutanisha imba mtu anafanya kosa anajifutika ndani ya mbuzi. Mm -hmm. Na kisha hapo, wakipiga hizo mbuzi zote, naomba umba mtu ndani anasema kwamba wanaua mbuzi. Mm -hmm. Na wakati alienda jificha ndani yao. Mm -hmm. Njoo pale 23 wanafanya ya kwao. Ukiangalia hata wakati wali walikuwa wakifika sehemu fulani wanafanya ma meeting. mm. -hmm. Unadhani kwamba zile uh, zile helicopter hizo ambazo zinapiga hizo avio de chasse aziona kizi na kwa sibli ambayo inatumiwaga mm -hmm. itaenda piga sehemu fulani mm -hmm. na sio kwamba sime ni mwanadamu atasema apige sehemu ambayo ya kutumwa mm. -hmm. lakini hayo zinapiga ka sibli kwenye ziliona hapa ndio kwenye M23 ipo na inapigwa mm -hmm. na wakati wanaoa vile hawata onyesha matokeo kwamba waliuawa wengi, lakini ile maiti yao na ile nyingine vifo maafa yao ambayo imetokea, wanaficha wanazingisha kwamba ni raia ndio wameuawa. Kwa nini hali maiti ya raia ambao wameuawa hayaonekani? Hayaonekani mhm, hiyo tu ni kuonesha kwamba M23 iko natafuta mbinu ya kujificha, ya kujificha ndani ya watu, kwa sababu iwe kama ngao yao ya kuonesha kwamba hawako ni wao njoo jeshi la taifa iko napiga FARDC, lakini iko napiga njoo raia njoo iko napiga mhm, mm, na hiyo ni niseme kwamba na hakuna siku itakayofika M23 wakipigwa wakubali kwamba ndio tumepigwa. Lazima tu waoneshe sababu na waoneshe Umoja wa Mataifa kwamba FRDC na jeshi la taifa na government ya Kongo iko napiga njoo raia. Kivipi jeshi eh, government itapiga raia wake? Kwa sababu Nzibira, kitu cha kwanza ambacho FRDC na Wazalendo kama hawakupigana sana ndani ya Nzibira ilikuwa ni kuevite kuua watu. Ndio. Wakakaa pembeni. Sasa wa, wa, wakati magaidi walikuja si wakakuwa na, na kambi yao ili kambi ndo ikakuwa cible sasa ya ndege na drone za FRDC. Baada ya kupigwa, wakaanza kukimbilia makanisa, manyumba za watu mwa, kuma upito, kuma centre de sante, na huku wakizingisia kwamba FRDC inabomola zile nyumba za watu na manini eh, na wao ndo wako wanaenda kujificha, kama kisi ulivyosema, wanatumia zile nyumba za watu kwa kama ngao kama kinga kwao, lakini kiukweli ni kwamba Eh, frappe za FRDC azilengi raia, azilengi raia kwa sababu ni mavyo de shase zinakuwaka na sible yenye iko bien presi. hmm. Na inatakiwa kufika pale sehemu ambayo imetumwa okay. Nafikiri uh, kwenye wako hivi tumbo joto M23 wanaendelea kukipata cha moto eh, na mapigano bado yanaendelea tutafutuangalie eh, uh-huh. kwamba kuhusu hii Jeshi la M23 ama magaidi wa M23, magaidi hawa wamekamata raia kwa kingufu kuwataka kuingiza ndani ya kijeshi hapo pa Bukavu mm -hmm. Na ni siku tu chache baada ya wao kupigwa na vyo de mm -hmm. Yaani, kuonesha kwamba kule kumepotea wengi sana, wanatakiwa waongeze tena raia ambao mm -hmm. hawataki kujiingiza ndani ya jeshi. <laughs> yeah. Na niki vipi tena utaleta raia ambao mtu hataki? Yeah. Mtu hataki kuingia kwenye mapigano yako, unataka kumuingiza kwa kinguvu na hii ni kuonesha kwamba ni sura ya kuonesha kwamba magaidi hawa wameshindwa, mm. Na watakuja kumaliza pabaya, na ukiangalia hata kwenye video ambazo zimepita hiyo, jana usiku tumepata uh, kuna watu magaidi hao ambao walikuwa mmoja, wamejielekeza huko Marekani, mm. Lakini wamerudishwa, wamenyang'anya maviza zao, wamerudishwa, mm. Wameonesha kwamba nini, ni magaidi, mnatakiwa kurudia, kwa sababu hii maswala yote ya vita ambayo kunaonekana ni sura zao ziko zinaonekana mbele ya nchi zote za ulimwengu yeah. Na wakati utakwenda kulomba visa kwa nchi yote ile tasema kwamba ninyi ni mauaji wa sehemu fulani mm hamtakii -hmm. kufika hapa mm -hmm. Na ndio maana ukiona hata kwenye video ambazo zimepostiwa usiku wa kucha leo ni mm -hmm. kwamba walirudishwa hao o, wa moja wao o, wa makahidi hao wa M23 ambao walikuwa kielekezwa kwa Marekani, hatujui ni nini ambao walikuwa kimewatuma kule ama kufanya lobbying zao, lakini wamerudishwa wamenyanganya visa zao na ki, ki, kizuri ni kwamba jamii ya kimataifa na nchi nyingi za dunia zishawelewa kwamba hao watu eh, wana tabia hiyo, ni watu wenye tabia mbovu wanajililiza lililiza wanajivictimiza kasana, tunaonewa eh, so, ni, ni sawasawa na kauli za ambasaderi wa RDC wa Munations ini eh, baada ya kusema kwamba eh, baada ya mwakilishi wa Rwanda iko nasema juu ya sita sio lahene tribalisme, sasa utaongelea masuala ya sitasio ala hene? Mwinchi ya mtu unaingia mwake, unaua, unaiba, unabaka, kisha sema sema mingu na nibagu, eski huko na urmani? Nasema kwamba ni kutokuwaza vizuri, kwa sababu uyo ukisema hene, wakati ulienda uwa mtu mwinchi yake haiko hene. Nani mwenye tu tuwazi, ni mtu gani ambaye utamwibia kitu chake, umvurugie, kisha akucheki, akufurahie? Hawezi, hawezekani ni, ni, ni, ni swala ambalo halitawezekana wa na wala halitakuja pia kuwezekana. So, mm -hmm. Na ili kugusia tu hili kufuatana na frape ambayo zimepigwa u, niseme kwamba habari zilizozunguka katika mitandao katika wiki hii ya kusema kwamba uh, kumekuja wa kontinjenti ya Marekani ambao wanaitwa wanaitwa Blackwater elfu nne ni habari za kweli uh, na wamefika na wamekamilishwa na waziri ambaye alihusika na masuala yani ya ndani yani ministre en charge des affaires interieures ambaye amekwenda kuwaona huko Kisangani na wamekuwa na mazungumzo ya kipekee yeah. hatujui nini kinaandaliwa kuhusu M23 kwa sababu wao wamekuja kufuatana na mikataba wamesaini na rais wa Marekani Donald Trump kutafuta, uh, kutafuta wale ambao ni magaidi wowote wale ambao wanapora mali ya Congo na ni makomando ambao wana, wana mafunzo mazuri ya kivita wanaitwa Blackwater. Hmm. Yaani wao siku tu zijazo ni lazima M23 wasubiri kichapo ambacho kitakuwa cha ajabu kuliko hicho cha juu. Yeah, tungoje tu tu tusubirie tu uh, mchambuzi wetu bwana Saidi kutoka Marekani uh, saa sita tuzungumzane naye. Usiana na Blackwater alisema hana imani na Blackwater, watafanya chochote, wanakuja kwa maslahi yao. So uh, tu, tu tuachane na Blackwater. Tuzungumzie swala la mwisho la document. M23 imepiga marufuku dokimazo zote ofisiali za serikali ya Congo maeneo ambako wao wanashikilia. Hii ina maana kwamba wanajitenga na Kongo, wanatengeneza nchi nyingine. Hii ni baada tu ya siku chache kuona benki za Rwanda zinakuwa installed officially katika makao yote ambayo inashikiliwa na magaidi awa ambao ni wapumbavu. Kwa upande wangu niseme kwamba <laughs> wamejishikilia sehemu fulani na wanaleta benki zao, hawawazi mm. kwamba baada ya haya benki zao na pesa zao zinaweza zikaumba. Uh, hii ni kuonyesha kwamba uchumi umepunguka mm. wameona kwamba hawangii chochote kupitia maswala ya immigration mm -hmm. Sa tunatakiwa kuona kwamba kwa sababu raia wowote ambao wanatoka sehemu ambayo anakaaliwa na magaidi hawa wa M23 ni raia ambao wakileta document zao hazikubaliwi na M23, ah, wakubali, ah, wakubali sehemu yoyote. Mm -hmm. Kwa sababu ukienda hata wewe unatoka Bukavu na ile document ambayo umepewa na M23 unaenda Burundi. M23 sio inchi. Mm -hmm. Sio government ambayo inajulikana na nchi zote ulimwengu. Mm -hmm. Haijulikani, ni kikundi cha wauni na, ni wauni fulani. Eh, wauni fulani na hili limeonesha kwamba upande wao wameshindwa, na baada ya kushindwa wameonesha kwamba kwa sababu hawa wameshindwa kutupa, wameshindwa kuweka yetu maslahi yetu mbele, na sisi tupate pesa kupitia masuala ya immigration, ndio hivyo, kama kusema kwamba document yote ambayo itatokea kwenye maeneo nakaliwa na government ya Kongo, mukija maeneo yao hawakubaliani nayo mm -hmm. ili kuonesha kwamba kwa sababu wameonesha kwamba sababu zao kwamba ni hii ni kwa sababu ya kuonesha kwamba Uh, za kwao vilevile hazitikiwi sehemu nyingine, kwa hiyo sasa wanafanya kulipiza, ndio yani kimwanga mboga na wanamwanga mboga. Ndio hii ni, ni tabia ya mwanamke mpumbavu ambaye aliolewa, kisha sasa yeye anataka ndo amkoromee, ampande bwana kichwani kichwani, na wakati haiwezekani, yeah. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba hapa M23 wanaenda sasa ku... Eh, kukamilisha kile ambacho tu tunasema Rwanda iko nyuma ya hii mambo yote, benki za Rwanda kuingia, eh, Rwanda kuwa nasimamia masuala ya, ya, ya, ya, ya immigration, na kila kitu. Kwa hiyo puppet kama jinsi wako wa M23 kinananga na wenzao wanapigania ni maslahi yao tu, ni kuangalia tumbo zao. Tumbo zao, na kuna kingine Bwana, uh, nafikiri muda wetu umetutupa mkono uh, una neno gani la mwisho la kumalizia? Niseme shukrani sana kwa watazamaji wote na nikiwaomba bonyeze kwenye sehemu hiyo ambayo unakuwa kengele wasikose kusubscribe mm, na kushare kwa wengine ili wapate uh, kuwa wanapata vitu vipi kwa sababu sisi tunafanya habari moto moto tena nzuri ambazo zinakuwa zikiendelea. Yes, uh, ni ndugu yangu Roger Seko mmoja kati ya watu muhimu sana Baraka One TV. Uh, um, miaka yote hiyo mlikuwa mmsikii, lakini alikuwa yuko nachangia kwa mambo mengi sana. Sasa hivi ndo amekuwa rasmi na muda si mrefu tuta introduce TV yetu nyingine mpya ambako mtakuwa sasa mnamuona live na kuona watu wengine wote B1 TV, kwa sababu tunakuwa tu ni, ni tu, timu kubwa ambayo tunataka kufanya eh, kufanya ma, mapinduzi makubwa katika sekta ya uandishi na utangazaji wa habari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tukutane majira ya saa kumi na mbili kwenye mitazamo yetu.